Mwanaharakati maarufu wa Tanzania Mange Kimambi ameomba msaada wa kijeshi kutoka kwa Rais wa Marekani Donald Trump kusaidia kuondoa serikali ya Tanzania madarakani, akiita serikali Aram iliyowaua zaidi ya watu elfu kumi katika siku tatu tu, ambapo wengi wao ni Wakristo wito huo ameutoa kwenye chapisho la mtandao wa X baada ya rais Trump kutuma wanajeshi wake kushambulia kundi la wanamgambo wa Islamic State kaskazini magharibi mwa Nigeria na kuwaua wanamgambo wengi wa kundi hilo jana Disemba 25, 2025 na mkuu Tanzania pia inahitaji uingiliaji kati kutoka Marekani. Itakuwa hali ya kushindana kwa nchi zote mbili, ikiwa Marekani itasaidia Tanzania kuondoa e, serikali haramu iliyowaua e, zaidi ya Watanzania elfu kumi katika siku tatu tu, ambapo wengi wao ni Wakristo. Tanzania ingeweza kuanzisha serikali ya mpito kupata katiba mpya na kufanya uchaguzi mpya huru na wa haki, alisema Mange Kimambi. Kimambi amesema kwa kufanya hivyo serikali eh, Marekani itachukua nafasi ya nchi zenye ufisadi na uovu kama vile China, Urusi, Falme za Kiarabu na Omani ambazo kwa sasa zinapora maliasili za nchi hiyo huku zikiwezesha kuunga mkono serikali haramu iliyowaua maelfu ya watu ili kubaki madarakani. Na mko tena, Watanzania wanataka uhusiano wa kimkakati wa kibiashara pekee na nchi ambazo zitaiwajibisha serikali yetu jinsi inavyowatendea raia wake na kuhakikisha kwamba demokrasia inadumishwa, alisema Kimambi. Katika hatua nyingine, Kimambi amesema hawawezi kuwapigia kura kwa sababu uchaguzi ni wa udanganyifu na wanapoandamana serikali hiyo hufunga mitandao na kupiga risasi bila huruma hadi wafikie kuacha kuandamana, huku akibainisha kuwa hicho ndicho kilichotokea Tanzania kati ya Oktoba 29, 2025 hadi Novemba mosi ya mwaka 2025. Tunashikilia tunashikiliwa mateka katika nchi yetu na watu wachache waovu na mafisadi ambao wanalindwa na polisi. Kimambi, Kimambi alisema. Kimambi amesema Umoja wa Afrika, EU, SADC na mashirika mengine ya Kiafrika hayana maana, kwani imepita miezi miwili tangu zaidi ya e, Watanzania e, elfu kumi kupigwa risasi na kuuawa na serikali yao wenyewe na hawajafanya chochote kuwasaidia Watanzania. Hivyo Marekani na Umoja wa Ulaya hiyo ndio tumaini la mwisho kwa Watanzania, na ikiwa msaada hautakuja Tanzania itaishia kama DRC Kongo, kwani makundi ya waasi yataanza kuundwa kupigana na serikali aramu. Uh, hii ni taarifa kuhusu Mange Kimambi amemwomba uh, rais wa Marekani Donald John Trump kuingilia kati na kuiondosha uh, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.